Ushiriki wa Marekani utakuwa hatari sana, waziri wa mambo ya nje wa Iran asema. In a stark violation of Article 2 paragraph. Tumekuwa tukisikia kutoka kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye anawaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake haiwezi kupitia mazungumzo na Marekani wakati watu wetu wanakabiliwa na mabomu. Anadai kuwa Marekani imehusika katika uvamizi huo tangu siku ya kwanza, ingawa hajatoa ushahidi wa hili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Istanbul, ambako wanatazamiwa kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia, Araghchi anaonya kwamba ushiriki wa Marekani katika mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran utakuwa hatari sana. Kama ukumbusho, Rais wa Marekani Donald Trump aliidhinisha mipango ya kuishambulia Iran mapema wiki hii, lakini akajizuia kufanya mashambulizi iwapo Iran itakubali kuachana na mpango wake wa nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran anasema yuko tayari kabisa kwa suluhisho la mazungumzo ya mpango wetu wa nyuklia. Mnamo mwaka 2015, Iran ilikubali mapatano ya muda mrefu kuhusu mpango wake wa nyuklia na kundi la mataifa yenye nguvu duniani baada ya miaka mingi ya mvutano kuhusu juhudi zinazodaiwa za nchi hiyo kutengeneza silaha za nyuklia. Araghchi anaongeza, diplomasia imefanya kazi huko nyuma na inaweza kufanya kazi tena katika siku zijazo. Ili tuweze kurudi kwenye diplomasia, lazima uchokozi ukomeshwe. Swahili Online News, Dunia Darubini.